Derius alipata mshituko mkubwa, mwili wake ulitetemeka sana kuliko kawaida. Hakuwaza kama angeweza kuisikia tena sauti hiyo ya mwanamke huyo. Alikaza macho yake mbele, hakutaka kugeuka nyuma hata kidogo. Moyo wake ulidunda kwa kasi, lakini akajikaza. Bila shaka akili yake ilimwambia kuwa atakuwa ni yule abiria wake wa jana aliyempeleka makaburini. Haikupita sekunde, yule dada alijitokeza mbele ya uso wake. Lakini mara hii hakuwa na kivuli usoni mwake, alionekana katika umbile zuri la kuvutia sana. Alikuja na mwonekano wa mwanamke mrembo wa Kiarabu, kisha akasema, asante kwa huduma yako ya jana, kwa sauti tulivu na yenye mvuto wa ajabu. Leo nataka unipeleke mahali pengine mbali kidogo. Derius alihisi mdomo wake ukikaukiwa na mate alitaka kukataa lakini miguu yake ilikuwa mizito na sauti yake haikutoka, na bila ya kujua alikubalije. Aliona tu mwanamke yule akipanda tena pikipiki yake na safari ikaanza. Safari hii barabara ilionekana kuwa ndefu zaidi, na kila walipozidi kuendelea mbele na safari yao, taa za barabarani zilionekana kuzimika moja baada ya nyingine. Derius alizidi kupata uoga lakini alijitahidi kujikaza hili asipoteze umakini balabalani, japo ilimpa wakati mgumu kuliko kawaida. Mara hii alipiga moyo konde na kumuuliza yule abiria wake, "Je, wapi tunakwenda?" aliuliza kwa sauti iliyojawa na wasiwasi mkubwa. Yule binti jini alimjibu, endelea tu usihofu, Derius. Derius aliendelea na safari hadi walipofika sehemu yenye miti mikubwa pembezoni mwa bahari. Mawimbi yalikuwa tulivu na bahari ilikuwa kimya, huku mwanga hafifu wa mwezi uliangaza kwa mbali. Mwanamke yule alishuka na kusimama mbele ya Derius, kisha akasema, leo usiogope, nataka kukulipa zawadi ya uaminifu wako. Kabla Derius hajajibu mwanamke yule alinyanyua mkono wake na kupeperusha upepo wa ajabu uliompiga usoni. Giza lilimfunika macho yake na alihisi kana kwamba mwili wake unalegea, akili yake ikizama kwenye dimbwi la usingizi mzito. Derius alipoamka alijikuta ameketi kwenye kiti chake cha bodaboda katikati ya soko la Ununio, huku jua likichomoza. Watu walikuwa wakipita karibu naye wakiwa na shughuli zao za kawaida Aliposhika mfuko wake wa suruali alihisi kitu kigumu. Alipoangalia alishtuka, mfuko huo ulikuwa umejaa pesa, noti mpya na nyingi zisizohesabika. Alijaribu kukumbuka kilichotokea, lakini sehemu ya mwisho aliyokumbuka ni yule mwanamke akipeperusha mkono wake. Je, hii ilikuwa ndoto au kweli alikutana na kiumbe cha ajabu? Akiwa bado anajiuliza katika hali ya mshangao mkubwa, sauti ya yule mwanamke jini ilisikika kwenye upepo uliovuma taratibu, ikisema, "Usiwe na hofu, Derius, tutakutana tena.